Ya Citizen na mtazamaji na wakweli waliweza kumheshimisha na pia vile vile kuhakikisha kwamba wanambeba kwa hadhi ambao wanastahili, na wakati sema kitu. Na kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kimefufua kumbukumbu za maisha yake ya utotoni katika mtaa wa Yerusalemu, eneo la Eastlands Nairobi, ambapo baba yake, Jaramogi Oginga Odinga, aliishi kabla ya Kenya kujinyakulia uhuru. Na wakazi wanamkumbuka kwa upendo Raila alipokuwa mdogo akikulia katika eneo hilo linalojulikana zaidi kama kwa Odinga na mnamo miaka 60 mzee Jaramogi alihamisha familia yake hadi mtaa wa Lavington, nyota yake ya kisiasa ilipozidi kung'aa na kuteuliwa makamu wa kwanza wa rais. Na Ben Kirui alitangamana na wakazi wa mtaa wa Jerusalem na kuandaa taarifa ifuatayo. Katika uwanja huu wa michezo ulioko katika mtaa wa Jerusalem maarufu miongoni mwa wakazi kama kwa Odinga sehemu hii imegeuka kuwa eneo la kutoa heshima za mwisho kwa marehemu Raila Amolo Odinga kwa siku nne. Hapa ndipo Raila alilelewa katika miaka ya 1950 akicheza na marafiki wake wa utotoni. Leo kumbukumbu hizo zinafufuliwa na wakaazi wa zamani waliomfahamu. Mama Lusia Weke mwenye umri wa miaka 85 anakumbuka kwa hisia za furaha siku walizoshirikiana na kutangamana na Raila. Raila alikuwa napenda sisi sana, wacha nianze na baba yake. Baba yake bwana ba, yangu okota ura odongo tuweyo na, na kadhalika kadhi nyime awa walikuwa wafuasi ya huyu mzee. Mzee alikuwa nakaaga hapo, ikafika watoto yangu watoto wetu walikuwa nachesanga hapa mpaka wanaoana. Raila nimemjua akigrow hapa, anakaa nyumbani, anakuja kwa na baba yake. hata uburu uburu, akataka kuoa huku kwetu, namjua alikuja. Kwa hivyo the family, mimi najua vizuri sana. Raila amesaidia watu. Raila ame... Raila yeye akuzaliwa hapa, lakini amelelewa hapa, tukamwona, tukamjua na ametuletea maendeleo mingi. Sisi hatukuwa tunaguzwa hata na watu wengine kama wakanjo manini, hatukuwa tunaguzwa. Mtaa wa Jerusalem au kwa Odinga una umuhimu mkubwa wa kihistoria. Hapa ndipo aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais wa Kenya Jaramogi Oginga Odinga aliishi kabla ya uhuru alijulikana kwa ukarimu wake uliokosa mipaka, na mwanawe Raila alirithi sifa hiyo ya kuwa karibu na watu na wa kupenda jamii. Nikimjua mi, nilikuwa mtoto mdogo. Nakumbuka alikuwa nakaa hapa akituchezesha sisi kama watoto, na alikuwa na roho safi pia ba, kama mtoto wake baba. Hiyo roho ya Jaramogi ndio baba alifuata alikuwa anapenda watu, alikuwa anawacha mlango wazi. Ukitaka kuona yeye unaona tu, unajua. Wengine wabaya kama yeye ni mkubwa, hata kufungua mlango anafunga gate, lakini Odinga hakufunga gate. Familia ya Odinga baadaye ilihamia katika eneo la kifahari zaidi la Lavington baada ya Uhuru, wakati nyota ya kisiasa ya Jaramogi ilipoanza kung'aa na kuchukua nafasi ya makamu rais wa kwanza wa taifa. Hata hivyo, Raila hakuwahi kukatiza uhusiano na watu aliokuwa nao uhusiano, ambao ulisalia kwa miaka mingi. Raila alikuwa mtu na hapa, hata alikuwa anasaidia sisi, asafanya makubwa mpaka anakuwa anakuja Jerusalem. Alikuwa hapana jali kama ye ni nani. Hii eria tunajua tuko protected na umze, now that anaenda sisi ni casualties. Wakati taifa na bara zima linaomboleza kifo cha Raila Amolo Odinga, huzuni hiyo imegusa sana sio tu nyumbani kwake Bondo bali pia hapa Jerusalem, jamii ndogo iliyounda msingi ya maisha ya mwanasiasa ambaye ameacha urithi mkubwa katika historia ya siasa za Kenya. Ben Kirui, Runinga ya Citizen, Nairobi.